Hii ni simu mpya ya iPhone ambayo inajulikana kama iPhone 17 Pro Max, imetoka mwaka 2025 mnamo mwezi wa tisa. Ina vitu vichache vipya vya muhimu sana ambavyo vinatofautisha na matoleo yaliyopita, hasa iPhone 16 Pro Max. Ndio vitu ambavyo vinaweza vikatumika kumshawishi mtumiaji wa iPhone 7, 16 Pro Max kununua iPhone 17 Pro Max. Kwa Tanzania, bei ya iPhone 17 Pro Max ni shilingi milioni nne. Ni tofauti sana na matoleo yaliyopita ambayo yalikuwa yanaanzia shilingi milioni tatu na nusu, lakini kwa toleo hili imekuwa tofauti. E bwana, isimu imekuja na vitu viwili muhimu sana kama nilivyovisema. Hivyo vitu sio vikubwa sana, lakini ndivyo ambavyo vinafanya utofauti wa iPhone 17 pro max na matoleo mengine ya simu zinazotengenezwa na Apple, lakini pia na simu nyingi za Android. Sasa tutazame hivyo vitu kwa kutazama kila sifa muhimu ya hii simu ya iPhone 17 pro max. Kitu kikubwa kipya sana ambacho kinaitofautisha iPhone 17 pro max na matoleo mengi ya simu zilizopo sokoni kwa sasa hivi ni prosesa yake mpya iliyoambatana kwenye hii simu. Prosesa hiyo inatambulika kama Apple A19 Pro. Kwenye ap ya Geekbench inayopima nguvu za prosesa, Apple A19 Pro huonyesha uwezo mkubwa kufanya kazi kubwa nyingi bila kukwama na kwa ufanisi mkubwa, kwani ina alama zinazokaribia 4000. Ina uwezo wa kufungua kurasa za mtandaoni zipatazo mia mbili ishirini na tisa kwa sekunde bila kukwama. Gemu zote zinacheza bila kukwama na kwa utumiaji mdogo wa umeme, hivyo hii ni simu ambayo inakaa na chaji muda mrefu, hata kama ukiwa unacheza magemu, tofauti na simu nyingi zilizopo sokoni, hata ikiwemo Samsung S25 Ultra. Sasa tutazame uwezo wa betri wa iPhone 17 Pro Max. Ukitazama kwa namba, beti ya iPhone 17 Pro Max unaweza ukazani ni ndogo na kiukweli ni ndogo kuliko beti iliyotumika kwenye simu ya Samsung Galaxy S25 Ultra au Xiaomi 17 Pro Max. Beti ya Apple iPhone 17 Pro Max haifiki miliampi ya hawa elfu tano, inaishia kwenye miliampi ya hawa elfu nne na mia nane, lakini iPhone 17 Pro Max inakaa sana na chaji kuliko Samsung na simu nyingine zote ambazo betri zake zina ukubwa wa miliampia 5000. Hii inasababishwa na ufanisi mkubwa wa prosesa ya Apple A19 Pro. Ndio maana mwanzoni tulitangulia kwa kusema prosesa ya Apple A19 Pro inatengeneza utofauti mkubwa sana kati ya simu hii na matoleo mengine kutoka kampuni nyingi, ndiyo ambayo inasababisha simu kuwa na ufanisi mkubwa na utumiaji mdogo hivyo kukaa na chaji muda mrefu. Kasi ya kuchaji ya iPhone, hapo ndipo wanapopigwa bao na kampuni nyingine nyingi ambazo zinatengeneza simu za flagship, yani simu za matoleo ya juu, kwani simu ya iPhone 17 Pro Max, uwezo wake wa kuchaji wa juu kabisa ni wati 25 ambayo inachukua muda kidogo kujaa. Pamoja na hivyo, hii simu haiji na kichwa cha chaji, bali inakuja tu na ule waya wa kuchaji. Hivyo kama utakuwa unafikiria kuinunua hii simu na hauna chaji, itakulazimu kununua chaji nyingine. Uzuri ni kwamba sasa hivi simu zote za iPhone zinatumia uh, mfumo wa chaji wa type C, USB type C ambao pia unatumika kwenye simu nyingi tulizo nazo sehemu nyingine ambayo inabidi tuitazame ni uwezo wa software na ubora wake. Simu mpya ya iPhone 17 Pro Max na zingine za mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka Apple zinatumia mfumo endeshi wa iOS 26. Moja ya sifa kubwa ya iOS 26 ni ufanisi wa utumiaji wa chaji na kutokuwa na matangazo na application nyingi zinazofunguka kwenye background, yaani zinavyofunguka huo unakuwa hauzioni, lakini zinakuwa zinajifungua zenyewe bila we kujua hiyo tunaita ni background activities. Apple wameunda mfumo wa iOS kutumia vizuri chaji kwa kuzipunguza shughuli nyingi ambazo hazina msingi. Ndio maana iPhone hukaa na chaji muda mrefu, japo beti lake ni dogo. Eneo ambalo Apple wameonekana kutopiga hatua kubwa ni upande wa AI. Walijaribu kupromoti AI yao ambayo waliblandi kwa jina la Apple Intelligence lakini imeonekana kushindwa. Hivyo wamekuwa wakifanya ushirikiano na baadhi ya kampuni zinazofanya vizuri kwenye upande wa AI hasa Open AI, wanaoendesha application ya ChatGPT na pia Google ambao wanaendesha mfumo wa Gemini. Walijaribu lakini mpaka sasa hivi hawajaweza kuleta utofauti mkubwa na ushindani kutoka kwa kampuni zingine. Kitu kingine ambacho Apple huwa wanafanya vizuri sana ni upande wa kamera. Kamera za iPhone 17 Pro Max zinapiga picha vizuri kwenye mazingira yote, hasa kwenye mwanga mwingi picha huonekana kwa usahihi wa rangi mkubwa sana. Rangi halisi za kinachopigwa picha hutokea kama zilivyo kwa sehemu kubwa. Kwenye mazingira ya mwanga mdogo kuna kiasi fulani cha noises chengachenga kama ukiikuza picha. Lakini kiujumla ubora wa picha na vitu vinavyopigwa ni mzuri na mtu anaweza akaviona na asiweze akagundua kama kuna kasoro yoyote katika hiyo picha moja ya kitu ambacho ninachokipenda kuhusu Apple ni, ni material wanayotumia kutengeneza simu zao. Wanahakikisha wanatengeneza simu inayoweza kukaa muda mrefu sana. Bodi ya iPhone 17 Pro Max ina uimara mkubwa katika maeneo haya. Kwanza ina cheti cha IP68. Hiki ni cheti kinaashiria wa waterproof wa kuzuia maji ya simu ikizama kwenye kina cha mita sita kwa muda wa nusu saa pia ina screen protector ya Ceramic Shield 2 protector hii haiwezi kuathiriwa na mikwaruzo iwapo kioo kitakutana na kisu chenye material ya chuma pia protector ni imara zaidi pale simu inapodondoka eh, lakini hata hivyo umakini ni kitu cha muhimu haijalishi simu ipo na aina ipi ya protector iliyonayo Tumalize na upande wa memory iPhone 17 Pro Max ina matoleo tofauti tofauti kulingana na ukubwa wa memory na bei zinatofautiana. Ukubwa wa memory unaanzia GB 256 mpaka GB 2000 yani terabyte mbili, na zote zinatumia ram ya ukubwa wa GB kumi na mbili. Kwa hiyo bei ya simu inatofautiana sasa kulingana na ukubwa wa memory ambao unayoitaka. Kwa kama unataka uh, iPhone 17 Pro Max ya ukubwa wa terabaiti mbili bei pia itakuwa ni kubwa, ambayo inaweza ikafika ama ikazidi milioni tano. Lakini ya milioni nne ni ile iPhone kumi uh, na saba Pro Max ya GB mia mbili hamsini na sita na ram ya GB kumi na mbili. Tunaomba usubscribe ili uweze kufahamu ubora wa simu na bei zake na namna nzuri ya kuitafiti simu kabla ya kuinunua. Hii hapa ni Infinix Hot 60 Pro, simu ya mwaka elfu mbili ishirini na tano kwa bei ya chini kabisa inatoa sifa sita muhimu zinazozidi hata Galaxy A16 ya Samsung. Inakupa RAM kubwa, kioo chenye refresh rate ya juu, betri ya kudumu, kamera safi ya e, na AI ya kisasa, vyote kwa bei sio zidi laki nne. Kama unatafuta simu ya budget yenye uwezo mkubwa fuatilia video hii hadi mwisho, utashangaa. Tukianza na muundo na uimara wa bodi Infinix Hot 60 Pro ni simu yenye kimo kirefu ikiwa na skrini ya inchi 6.78 ambayo inatoa mwonekano mpana kwa mtumiaji. Boja simu imeundwa kwa umbo la kisasa lenye kona za mviringo zinazosaidia kushika simu vizuri mkononi kwa upande wa uimara simu hii inalindwa na cheti cha kuzuia maji aina ya IP64, ikimaanisha inaweza kustahamili kunyunyuziwa maji bila kuharibika. Pia screen yake imetengenezwa na kioo cha Corning Gorilla Glass 7i ambayo ni kinga imara dhidi ya mikwaruzo na kudondoka kwenye kimo kifupi. Kwa mujibu wa Infinix, kioo hiki kinaweza kuhimili kudondoshwa kutoka urefu wa hadi mita 1.5 bila kupasuka kirahisi. Bei rasmi ya Infinix Hot 60 Pro kwa hapa Tanzania ni takriban shilingi laki nne. Kwa bei hii unapata simu yenye hifadhi ya ndani, yani storage ya GB 128 na ramu ya GB 8 ambayo ni kubwa kwa simu ya bajeti hii. Kila toleo la Infinix 60 Pro inakuja na ramu ya ukubwa huo, GB 8 bila tofauti kati ya matoleo mengine. Ramu kubwa kama hii inakuwezesha kufungua na kutumia app nyingi kwa wakati mmoja bila simu kuganda ama kwenda kwa taratibu. Hii ni hatua kubwa kwa mtumiaji, kwa watumiaji wanaopenda multitasking, gaming, au kutumia apps nzito kama TikTok, Instagram na Chrome kwa pamoja. Tuangalie upande wa utendaji. Infinix Hot 6A Pro inatoa utendaji wa wastani unaokidhi mahitaji ya kila siku, hasa unapofungua app nyingi kwa wakati mmoja. Simu hii inaendeshwa na prosesa ya MediaTek Helio G mia mbili ambayo ni prosesa ya kizazi kipya inayolenga uwiano kati ya nguvu ya matumizi na ubora wa nishati yani utunzaji wa chaji kwa muda mrefu. Helio G200 imeundwa kwa mfumo wa CPU nane ambao unafahamika kama octa cores, ambapo koa mbili zenye nguvu zinatumia muundo wa Cortex A76. Hizi hufanya kazi nzito kama gaming na kufungua application nyingi kwa wakati mmoja, yani multitasking. Hii inaiwezesha simu kufanya kazi kwa kasi nzuri katika matumizi ya kawaida kama TikTok, WhatsApp, Instagram au hata kutumia app kadhaa kwa pamoja. Hata hivyo, kama unapenda kucheza gemu nzito kama PUBG, PUBG Mobile utahitaji kucheza kwa setting za kati yani medium graphics settings ili kuzuia simu kupata moto sana ama kuwa na utakwenda kwa taratibu. Kuhusu bora wa kioo, Infinix Hot 60 Pro imeboreshwa kwa kioo cha aina ya AMOLED ambacho kinajulikana kwa rangi angavu na weusi wa kina yani deep blacks. Kio hiki kina refresh rate ya hadi 144 Hz ambacho ni kiwango cha juu sana kwa simu ya bajeti hii. Refresh rate hii inafanya kila mguso yani touching, kuwa mwepesi na laini hasa unapokuwa una scroll kwenye menyu au ukiwa unacheza magemu ama pia ukiwa unatazama videos. Kwa upande wa uangavu, kio cha Hot 60 Pro kinafika hadi elfu moja na mia sita, kiwango ambacho kinatosha kuonyesha maudhui ya skrini vizuri hata ukiwa chini ya jua kali. Hii inaifanya kuwa simu nzuri kwa matumizi ya nje kama kusoma, kupiga picha au kutumia apps ukiwa kwenye mwanga wa moja kwa moja. Tukija kwenye uwezo wa chaji na beti, Infinix Hot 60 Pro inakuja na beti kubwa ya miliampia elfu tano na mia moja na sitini, inayokupa nguvu ya kutumia simu yako kwa muda mrefu bila wasiwasi wa kukosa chaji. Kwa upande wa chaji, simu hii ina teknolojia ya fast charging ya wati arobaini na tano inayoweza kujaza betri kwa dakika takriban sitini na tano tu kutoka sifuri hadi asilimia mia moja. Hii ina maana hautopoteza muda mwingi kusubiri simu ijae. Ina chaji haraka iko tayari kuendelea na kazi zako. Kwa matumizi ya kawaida kama kuperuzi intaneti, mitandao ya kijamii na kutazama video, beti hudumu kwa wastani wa masaa kumi na mbili mfululizo. Kwenye ubora wa software, Infinix Hot 60 Pro inakuja ikiwa inaendeshwa na mfumo wa kisasa wa XOS 15 uliowekwa juu ya Android 15. XOS 15 umejaa mifumo mingi ya kisasa ya AI, yani artificial intelligence, inayorahisisha ina matumizi ya kila siku ya simu. Miongoni mwa vipengele vyake vya kipekee ni AI image eraser. Hii inakusudia kuondoa vitu usivyovitaka kwenye picha zako kwa urahisi na bila kutumia app za ziada. Kingine ni circle to search. Mfumo huu unakuwezesha kuzungusha duara kwenye kitu chochote kilicho kwenye picha au screen na kisha kupata taarifa zake, a, moja kwa moja kupitia Google. Kuna AI writer. Kipengele hiki kinakuwezesha kufupisha maudhui ya document, au maandiko marefu kwa mtindo wa haraka, jambo linalofaa kwa matumizi kwa matumizi ya wanafunzi waandishi na watumiaji wa kila siku kwa ujumla. XOS ni mfumo unaolenga kuongeza urahisi, kasi na ubunifu kwenye matumizi ya simu. Vipi, unaionaje? Simu kama bajeti yake inakidhi kiwango cha pesa ambacho unacho basi ni simu nzuri, unaweza ukainunua kwa sasa. Tunaomba usubscribe kwenye channel yetu ili upate elimu kuhusu simu na uweze kujua ni simu ipi sahihi inayokufaa kwa matumizi yako na kwa bajeti yako ambayo uko nayo. kwa heri hii ni simu mpya ya iphone ambayo inajulikana kama iphone 17 Pro max imetoka mwaka 2025 mnamo mwezi wa 9 ina vitu vichache vipya vya muhimu sana ambavyo vinatofautisha na matoleo yaliyopita hasa iphone 16 Pro max ndo vitu ambavyo vinaweza vikatumika kumshawishi mtumiaji wa iphone 7, 16 Pro max kununua iphone 17 Pro max kwa Tanzania, bei ya iPhone 17 Pro Max ni shilingi milioni nne. Ni tofauti sana na matoleo yaliyopita ambayo yalikuwa yanaanzia shilingi milioni tatu na nusu lakini kwa toleo hili imekuwa tofauti. E bwana, isimu imekuja na vitu viwili muhimu sana kama nilivyovisema. Hivyo vitu sio vikubwa sana, lakini ndivyo ambavyo vinafanya utofauti wa iPhone 17 Pro Max na matoleo mengine ya simu zinazotengenezwa na Apple lakini pia na simu nyingi za Android. Sasa tutazame hivyo vitu kwa kutazama kila sifa muhimu ya hii simu ya iPhone 17 Pro Max. Kitu kikubwa kipya sana ambacho kinaitofautisha iPhone 17 Pro Max na matoleo mengi ya simu zilizopo sokoni kwa sasa hivi ni prosesa yake mpya iliyoambatana kwenye hii simu. Prosesa hiyo inatambulika kama Apple A19 Pro. Kwenye app ya Geekbench inayopima nguvu za prosesa, Apple A19 Pro huonyesha uwezo mkubwa kufanya kazi kubwa nyingi bila kukwama na kwa ufanisi mkubwa, kwani ina alama zinazokaribia elfu nne. Ina uwezo wa kufungua kurasa za mtandaoni zipatazo mia mbili ishirini na tisa kwa sekunde bila kukwama. Gemu zote zinacheza bila kukwama na kwa utumiaji mdogo wa umeme, hivyo hii ni simu ambayo inakaa na chaji muda mrefu hata kama ukiwa unacheza magemu, tofauti na simu nyingi zilizopo sokoni hata ikiwemo Samsung S25 Ultra. Sasa tutazame uwezo wa betri wa iPhone 17 Pro Max. Ukitazama kwa namba, betri ya iPhone 17 Pro Max unaweza ukazani ni ndogo. Na kiukweli ni ndogo kuliko betri iliyotumika kwenye simu ya Samsung Galaxy S25 Ultra au Xiaomi 17 Pro Max. Betri ya Apple iPhone 17 Pro Max haifiki miliampi ya hawa elfu tano inaishia kwenye miliampi ya hawa elfu nne na mia nane, lakini iPhone 17 Pro Max inakaa sana na chaji kuliko Samsung na simu nyingine zote ambazo betri zake zina ukubwa wa miliampia 5. Hii inasababishwa na ufanisi mkubwa wa prosesa ya Apple A19 Pro. Ndio maana mwanzoni tulitangulia kwa kusema prosesa ya Apple A19 Pro inatengeneza utofauti mkubwa sana kati ya simu hii na matoreo mengine kutoka kampuni nyingi. Ndiyo ambayo inasababisha simu kuwa na ufanisi mkubwa na utumiaji mdogo hivyo kukaa na chaji muda mrefu. Kasi ya kuchaji ya iPhone, hapo ndipo wanapopigwa bao na kampuni nyingine nyingi ambazo zinatengeneza simu za flagship, yani simu za matoreo ya juu. Kwani simu ya iPhone 17 Pro Max uwezo wake wa kuchaji wa juu kabisa ni wati 25, ambayo inachukua muda kidogo kujaa. Pamoja na hivyo, hii simu haiji na kichwa cha chaji, bali inakuja tu na ule waya wa kuchaji. Hivyo, kama utakuwa unafikiria kuinunua hii simu na hauna chaji, itakulazimu kununua chaji nyingine. Uzuri ni kwamba sasa hivi simu zote za iPhone zinatumia uh, mfumo wa chaji wa type C, USB type C ambao pia unatumika kwenye simu nyingi tulizo nazo sehemu nyingine ambayo inabidi tuitazame ni uwezo wa software na ubora wake. Simu mpya ya iPhone 17 Pro Max na zingine za mwaka elfu mbili na ishirini na tano kutoka Apple zinatumia mfumo endeshi wa iOS 26. Moja ya sifa kubwa ya iOS 26 ni ufanisi wa utumiaji wa chaji na kutokuwa na matangazo na application nyingi zinazofunguka kwenye background, yani zinaofunguka uo unakuwa hauzioni, lakini zinakuwa zinajifungua zenyewe bila wewe kujua hiyo ni background activities tunaita. Wameunda mfumo wa iOS kutumia vizuri chaji kwa kuzipunguza shughuli nyingi ambazo hazina msingi, ndio maana iPhone hukaa na chaji muda mrefu, japo betri lake ni dogo. Eneo ambalo Apple wameonekana kutopiga hatua wa kubwa ni upande wa AI. Walijaribu kupromoti AI yao ambayo walibrandi kwa jina la Apple Intelligence lakini imeonekana kushindwa, hivyo wamekuwa wakifanya ushirikiano na baadhi ya kampuni zinazofanya vizuri kwenye upande wa AI, hasa Open AI wanaoendesha application ya Chat GPT na pia Google ambao wanaendesha mfumo wa Gemini. Walijaribu lakini mpaka sasa hivi hawajaweza kuleta utofauti mkubwa na ushindani kutoka kwa kampuni zingine. Kitu kingine ambacho Apple huwa wanafanya vizuri sana ni upande wa kamera. Kamera za iPhone 17 Pro Max zinapiga picha vizuri kwenye mazingira yote, hasa kwenye mwanga mwingi, picha huonekana kwa usahihi wa rangi mkubwa sana, rangi halisi za kinachopigwa picha hutokea kama zilivyo kwa sehemu kubwa. Kwenye mazingira ya mwanga mdogo, kuna kiasi fulani cha noises chengachenga kama ukiikuza picha, lakini kiujumla, ubora wa picha na vitu vinavyopigwa ni mzuri na mtu anaweza akaviona na asiweze akagundua kama kuna kasoro yoyote katika hiyo picha. Moja ya kitu ambacho ninachokipenda kuhusu Apple ni material wanayotumia kutengeneza simu zao. Wanahakikisha wanatengeneza, wanatengeneza simu inayoweza kukaa muda mrefu sana. Bodi ya iPhone 17 Pro Max ina uimara mkubwa katika maeneo haya. Kwanza, ina cheti cha IP 68. Hiki ni cheti kinaashiria uwezo wa waterproof, wa kuzuia maji ya simu ikizama kwenye kina cha mita sita kwa muda wa nusu saa. Pia ina skrini protekta ya ceramic shield 2 protekta hii haiwezi kuathiriwa na mikwaruzo, iwapo kioo kitakutana na kisu chenye matirio ya chuma. Pia protekta ni imara zaidi pale simu inapodondoka. E, lakini hata hivyo umakini ni kitu cha muhimu, haijalishi simu ipo na aina ipi ya protekta iliyonayo. Tumalize na upande wa memory 17 Pro Max. Ya, ina matoleo tofauti tofauti kulingana na ukubwa wa memory na bei zinatofautiana. Zin, ukubwa wa memory unaanzia jibi mia mbili hamsini na sita mpaka jibi elfu mbili yani terabyte mbili na zote zinatumia RAM ya ukubwa wa GB kumi na mbili Kwa hiyo bei ya simu inatofautiana sasa kulingana na ukubwa wa memory ambao unayoitaka. Kwa kama unataka uh, iPhone 17 Pro Max ya ukubwa wa terabaiti mbili bei pia itakuwa ni kubwa ambayo inaweza kafika ama ikazidi milioni tano. Lakini ya milioni nne ni ile uh, iPhone kumi na saba Pro Max ya jibii mia mbili hamsini na sita na RAM ya jibii kumi na mbili. Tunaomba usubscribes ili uweze kufahamu ubora wa simu na bei zake na namna nzuri ya kuitafiti simu kabla ya kuinunua. The Galaxy a fifty six might be a midranger

interesting in real world usage the a56 can last up to 12 hours of web browsing while the s22 manage about 11 hours even with its smaller 3700 milliampere hour battery now let's check the camera galaxy s22 cameras packs features you simply won't find on galaxy a56 for example a a56 relies on a standard pdaf autofocus while the s22 upgrades to dual pixel pdaf and even includes optical zoom on both its wide and telephoto lenses the a56 on other hand doesn't offer a telephoto lens at all and surprisingly uh, this isn't unusual many mid-range phones in 2025 will still skip telephoto and dual pixel autofocus that's a big deal because dual pixel PDAF means faster object detections and sharper focus on a moving objects compared to regular PDAF In real world use that can be the differences between blur shot and perfect crisp photo Galaxy S22 as some drawbacks. One major drawback of Galaxy S22 is its small battery. If you are looking for a phone that can easily last a full day or even

in comparison the galaxy a56 support 45 watts charging and can go from zero to full charge in just 68 minutes almost half of the time it takes the s22 another drawback is the long term software updates which are missing in s22 long term software updates are important they keep your phone secure fix bugs And even add new features helping your devices stay val valuable for years. Unfortunately the Galaxy S22 won't receive major Android updates beyond Android 16. That's a bummer if you want your phone to stay current for the long haul. On the other hand Galaxy A56 promises up to seven years of OS updates meaning it will stay secure and up to date far longer than the S22 the Galaxy A56 might be a mid-ranger but in twenty twenty five it beats even some old Samsung flagships. ships but what about Galaxy S22 can the A56 really outperforms a former premium beast let's find out. let's start with the processor the chip inside the Galaxy S22 makes a huge differences in power efficiency gaming, gaming is smooth high demand titles can hit a stable 60 fps

interesting in real world usage the a56 can last up to 12 hours of web browsing while the s22 manages about 11 hours even with its smaller 3700 milliampere hour battery now let's check the camera galaxy s22 cameras packs features you simply won't find on galaxy a56 for example A56 relies on a standard PDAF autofocus while the s S22 upgrades to dual pixel PDAF and even includes optical zoom on both its wide and telephoto lenses. The A56, on other hand doesn't offer a telephoto lens at all. And surprisingly, uh, this isn't unusual. Many mid-range phones in 2025 will still skip telephoto and dual pixel autofocus that's a big deal because dual pixel pdaf means faster object detections and sharper focus on a moving objects compared to regular pdaf in real world use that can be the differences between blur shot and perfect crisp photo Galaxy S22 Has some drawbacks. One major drawback of Galaxy S22 is its small battery. If you are looking for a phone that can easily last a full day or even two, you won't get that experience here.

in comparison the galaxy a56 support 45 watts charging and can go from zero to full charge in just sixty eight minutes almost half of the time it takes the S22 another drawback is the long term software updates which are missing in S22 long term software updates are important they keep your phone secure fix bugs and even add new features helping your device stay val valuable for years unfortunately the galaxy a twenty two won't receive major android updates beyond android sixteen that's a bummer if you want your phone to stay current for the long haul on the other hand galaxy a fifty six promise up to seven years of os updates meaning it will stay secure and up to date far longer than the s twenty two